Tu, tumekuwa na kikao kizuri, tulialikwa na mheshimiwa waziri uh, Profesa Mpadi, na mkutano huu nataka kujua nini ambacho club ya Young Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe nane mwezi wa tatu, 2025, uongozi wa club ya Young Africans uh, pamoja na ukiwa umeambatana na wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa baraza la michezo la taifa kwa ajili ya kujadili ya kitu ambacho kilitokea, na bahati nzuri Club Young Africans ikapata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni ya msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule. Na baada ya kufanya hivyo, uh, platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans. Na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wapata nafasi ya kuuliza maswali kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza ya kwamba platform hiyo sio platform inayoweza kufanya maamuzi isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu wa na mapenzi na mashabiki waliokuwepo nchi nzima. Ujumbe huo umefika. Mheshimiwa waziri na timu yake umepokea, tumewachia ufanye kazi, na tumekubaliana tutakuwa vika na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu kwa habari, ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wa wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na niwatoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote, viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo, wakae kwa kutulia, na solution itakapatikana, tutaweza kurudi kwao na kuajilisha kwa. Tunashukuru sana waandishi wa habari. <coughs>